Hadi toka jana Waislamu wa Tanga wanataka mazinge, leo aanze kuimba kwaya, tupeleke kwa Yesu. Nataka leo hapa, hatukuja kusema Muhammad, muhamadi sikuanzisha iwe kasema mwanafunzi wa Muhammad iwe kasema, nimekuja hapa kuuliza swali dogo sana, 11 29 na na Mathayo, Naam 9 jitieni, yes, sema, jitieni kwa kwa mi, ni Yesu anasema jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, mjifunze kwangu kwa kuwa mimi ni nani, ni mpole na mnyenyekevu. Am, maneno ya Bwana Yesu. Yesu anasema tujifunze kwake. Swali ni aya gani kwenye Biblia Yesu kaingia kanisani, aonekane ni Mkristo? <laughs> anii ndacha maiki yako kwanza, mazinge bado naona hawa watu. Ina maana tutawafundisha tutawa lugha tena tuwafundishe dini? Yani wanatupa kibarua wa kingine kizito, lugha yenyewe hawajui kwanza. Anauliza wapi Yesu aliingia kanisa. Huyu kwanza anamalizia kusema huyu nina maana hata hawaelewani. Ya kwamba kanisa si jengo ni kusanyiko. Sasa ni kama anauliza wapi Yesu akawa kwenye kusanyiko? Maana kusanyiko ndio kanisa. Mimi namuuliza Yesu, wale Yesu nakuwa ndani ya kusanyiko ama haukui? Inasema inasema kumi na nane ishirini hiyo ni nzuri Malayo. Inasema hivi eh, katika hey, e, Biblia inasema. Inasema kwa eh, Kwa kuwa walipo wawili watatu, wawili wamekusa Na kuwa na dani ya kusanyi kusanyiko. Na kusanyiko ni nini? Kanisa. Kubeza na kuwa na dani ya nini? Ya kanisa. Kwa hivyo ni mazini wa wawiza wosa. Naomba ulichukulia hili ni mfundisha ni nipa hiyo Biblia ya Afrika, ukulasa wa ilufu bili Miambili na sita, ni mfundisha kwanza, kusanyiko diyo church kwa Kigereza. Hina sema diyo kanisa. Kanisa, jina la Kiswahili, jina la Kiswahili, jina la maanisha, jina la ma Kanisa linatokana na mzizi wa neno la Kiebrania, ndio Kans Maiza, wenye maana hey, ya kukusanya ya, ya, ya, ya nini pamoja. Ya kufanyaje au, mkuta au mkutano. Kumbe, mahali ambapo watu wamekusanyika kwa jina la Yesu inaitwaje? Kanisa, na Yesu anasema mahali wamekusanyika yeye anakuwa wapi? Hapo sasa. Yesu amewahi kuwa kwenye kusanyiko hilo. Inaendelea kumaliza mwalimu, ndio. Kwa asili, kwa asili mkutano wa Kristo, mkutano wa Kristo uliitwa kwa jina la Kigiriki. Maliza. Ecclesia, Ecclesia Linalo maanisha, Linalo maanisha huitwa na Mungu. Maliza. Neno la Kiingereza inaitwaje? Kwa hivyo kusanyiko la Yesu linaitwaje? Church. Inaitwaje? Inaitwaje? Kanisa. Na mahali watu wanakusanyika kwa jina la Yesu, Yesu anakuwa wapi hapo? Sasa namuuliza Yesu, malaika wako ukituma, unatumaka kwa msikiti ama unatumaa kanisani?

hivyo wanataka, mimi nilisoma hapa ukurasa wa mia mbili ishirini na tano ishirini na tatu walikuwa wameahidi hata kwa gazeti itoke mahali Ukristo ni dini ya Mungu. Nimetoa kwa kitabu hiki na nikawaachia hapa, wameguza hawajagusa, si nimewawekea kwa meza yao, wameguza hawajagusa. Maana waliahidi hadi uongo. Soma tena. Muislamu, Muislamu anaamini kuwa anaamini kuwa asili ya Uyahudi, asili ya Uyahudi kinakubali hizo ni dini za za nani? Za Mwenyezi Mungu na na na na Uislamu lazima aamini hivyo, kumbe si Waislamu Waislamu Waislamu hawa hawa hawa, mwalimu 2:92 Qurani, ndio ndio hakika mitume mitume wa wa zamani huko. Ni Mayahudi. Na nani? Wa zamani huko Wakristo wanaitwaje, wakaja wa lini? Qurani 62:3. Na amemleta kwa wengine miongoni mwao walio walio wa Islamu. Kulio, Kulio kuja nyuma. Kube hawa walikuja hivi nyuma. Wakristo walikuwa bele ya nani? bele ya Waislamu. Hiyo nafikiri ndakauka kimo cha mede ni huju dakika moja, walimu wangu, niko. Naomba unichukulie hii asili ya majini ukurasa wa ishirini. Ni bahati mbaya kwa, ni bahati mbaya kwa Adamu na Hawa, Adamu na Hawa hawakufanya jitihada, ndio Kumbe shetani alisilimu. Ni wa dini gani? Muislamu. Ukiulizwa dini ya shetani gani? Islam. Unaanguka, unapita mtihani.